Katikati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo muziki ni tajiri , roho haivunjiki na hadithi mara nyingi zimesahaulika, safari ya mvulana aliyezaliwa watano katika familia ya watoto kumi inaanza. Mimi ni Pierre, mmoja wa watoto kumi, ndugu wanne, dada watano, nyumba iliyojaa kicheko, kelele, shida na upendo. Ninasimama katikati, ambapo mtu hujifunza kuwa hodari, mwangalifu, mvumilivu na jasiri. Wazazi wangu hao ndio mashujaa wa kweli, wapiganaji waliojificha. Kupitia dhoruba, umaskini, kutokuwa na uhakika na kujitolea, walibaki imara. Walipigana kila vita kwa ajili yetu na upendo kama ngao pekee. Hatukuwa na kila kitu, lakini kwa njia moja au nyingine walitupatia zaidi ya vile tungewahi kuomba. Hii sio hadithi yangu tu, ni hadithi ya familia ya ustahimilivu, ni kuamini katika jambo kubwa zaidi, hata wakati ulimwengu unakuambia usipaswi. Tulikabili giza na kucheza kwenye mwanga, tulijua mara ya kushiriki sahani, chumba, ndoto, na bado hadithi kumi tofauti. Lakini hadithi hii ni yangu. Ni safari ya mvulani ona tumaini machoni mwa mama yake, ujasiri mikononi mwa baba yake, na nguvu katika umoja wa ndugu zake. Katikati ya Kumi ni mfululizo wa drama unaogusa moyo unaovuka mabara, vizazi na hisia, uliojaa kicheko, machozi, huzuni na ushindi, kutoka mitaa ya kawaida ya Kongo hadi mahali maisha yamenifikisha leo. Kila kipindi kinafichua sehemu ya maana ya kukua katika familia ambayo haikuwahi iku kukata tamaa. Jiunge nami katika safari hii, acha nikuonyeshe ninakotoka, acha nikuonyeshe kile kilinifinyanga.